Mr. Speaker, the President of the United States. Kama alivyofanya mwaka 2017, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kulihutubia bunge hapo kesho Jumanne. Vita vya Russia na Ukraine vinatarajiwa kutawala hotuba ya Trump katika muktadha wa juhudi zinazoendelezwa na utawala wake katika mashauriano ya amani kati ya pande hizo mbili zilizo kwenye mzozo a... ninachotaka ni amani, hatuangalii kuingia katika vita vya miaka kumi na kucheza michezo. Kiongozi wa Marekani huenda pia akalieleza bunge kuhusu msimamo wake katika vita vya Israel na Hamas na mustakbali wa Gaza. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari akiwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hapo Februari 4, Trump alipendekeza Marekani kuifanyia mageuzi Gaza na nikikariri kuwa Riviera ya Mashariki ya Kati. Marekani kuimiliki hiyo sehemu ya ardhi kuiendeleza na kufungua maelfu ya nafasi za ajira ni kitu ambacho kitakuwa kizuri sana. Wakati wa hotuba yake huko Capitol wachambuzi pia wanatarajia kuwa Trump atazungumza kuhusu mantiki ya Marekani kuweka ushuru kwa nchi nyingine. I believe in his view he believes that if he imposes tariffs, naamini mawazo yake, anaamini kuwa akiweka ushuru itakuwa ni sababu ya kupanda bei, kuwafanya wazalishaji kurejea nchini Marekani ili kuepuka ushuru huo. Trump huenda pia akazungumzia baadhi ya ukosoaji kwa utawala wake ambao umekuwa ukitolewa juu ya kasi ya upeo wa juhudi zake ili kupunguza matumizi ya serikali, kupunguza matumizi mabaya na ubadhirifu, na pia kupunguza ukubwa wa nguvu kazi katika serikali kuu. I think he's going to say... nadhani atazungumza kuhusu hatua za kupunguza gharama, naamini atazungumza jinsi ilivyo, ni jambo zuri sana. Senata wa Marekani Elisa Stolkin, mchambuzi wa zamani wa CIA, amechaguliwa kujibu kwa niaba ya Democratic hotuba ya hotuba Rais Trump. Mchambuzi O'Brien anadhana wa Marekani kwa hakika watafuatilia matamshi ya Senator Slotkin na hotuba kamili ya Trump kimsingi kwenye tovuti au mitandao ya kijamii siku ya Jumanne usiku au kusoma mambo muhimu siku inayofuata. Khadija Riami, VOA Washington.